Helo wana wa Afrika, naendelea na nasaba ya kumi na tisa nasaba ya ishirini. Hii sasa nakwenda kwenye wafalume muhimu wa nasaba ya ishirini. Sentenkate usekaure Septeprene, mwanzilishi wa nasaba ya ishirini mwaka elfu moja mia moja na themanini na tisa kabla ya kuzaliwa Kristo. Alirejesha uthibiti uthabiti baada ya machafuko ya nasaba ya kumi na tisa la mzezi watatu usema ate maria moon, farao mkubwa wa mwisho wa dola mpya, alipigana na watu wa bahari na ibia na kafanikiwa kuilinda Misiri. Alijenga hekalu kubwa la medineti hebu lililokuwa na maandiko ya vita vyake. Alikumbukwa na njama, alikumbwa na njama ya kifamilia halem conspiracy, ambapo aliuawa, wana wa Afrika. Hii inaitwa Halem Kospilansi, alikutana nayo ndugu yangu Ramzizi watatu hmm? Ndugu zake wenyewe walimpangia njama ya kumwondoa madarakani, wakashirikiana na maadui, na alikuwa utawala wake Ramzizi ulikuwa bora kabisa, Ramzizi watatu hmm? Ukitaka kwenda kujua habari zake eneo katika eneo huko linaitwa Medinet Habu hilo na maandiko ya, ya vita yake utakwenda kusoma habari zake. Huo ni utukufu wa mtu mweusi, sio utukufu, sio glory ya white race wa Arabu. Waarabu hapa hawana utukufu. Waarabu wao sifa zao ni unyang'anyi, wizi, uzandiki. Mwarabu alikuwa anamchukua mtu mweusi, mama anampeleka kwenye dangulo, mtoto anaasiwa anakuwa analinda dangulo wakati mwarabu anapoingia kufanya ushenzi wake, mtoto ndiye anakuwa mlinzi mlangoni babababa wakati baba huo kishahasiwa kapelekwa vitani, kaenda kufa la na mishale na mikuki. Awa ndio Waarabu wenyewe wanasema lanatullahi. Sasa baada ya harem conspiracy, ambapo aliwawa Ramzizi wa pili, Ramzizi wa tatu kwa Ramzizi wa nne au wanaitwa Ramazezi wa, wa kumi na moja waitawala katika kipindi cha kudhoofu, ufisadi wa maafisa mgawanyiko kati ya makuhani wa Amuni huko Tebezi na kifalume, uvamizi wa kigeni na kupungua kwa ardhi ya Kemeti Asia na Nubia. Amzezi wa kumi na moja alikuwa farao wa mwisho wa nasaba ya ishirini. Baada ya kifo cha Misiri ikiingia katika kipindi cha mpii cha tatu third intermediate period. Kwa ufupi, nasaba ya ishirini ilianzwa kwa udhibiti chini ya Senen na Ramzizi wa tatu lakini nikazama haraka katika kuporomoka. Misri ilipoteza ardhi zake za kigeni, uchumi uliodhoofika, na makuhani wa amuni wakawa na nguvu zaidi kuliko farao. Ndugu wa Afrika, sisi tuliangushwa na ndugu zetu wenyewe, na huu tunaita usaliti usiokuwa na kipimo, kama vile Ramzizi wa tatu alivyompangia kumuua wa kaya... Katika kitu kinto Harem Conspiracy. Sasa naendelea na nasaba ya 21 aeme takribani mwa saba hadi mwaka kk maana kabla ya kuzaliwa Kristo. Hii ndio mwanza wa kipindi cha mpito ya tatu, Third Intermediate Period, baada ya kuvangua kwa nguvu za kifarume katika nasaba ya ishirini 0 ligawanyika kati wafalume wa Tenisi dt kaskazini, makuani wakuu wa Amuni huko Tebezi kusini kwa hiyo nasaba ya ishirini na moja hawakuwa na udhibiti mkubwa juu ya nchi nzima, utawala kugawanyika. Wafalumu wa nasaba ya ishirini Simendrezi Nisebadjede hadi Kibere Sentepre mwanzilishi wa nasaba alitawala kutoka Tenisi, alithibiti kaskazini. Huko kusini ilikuwa mikononi mwa makuhani wa Amun. Amenemisu Nifikare Hakawaseti, utawala mfupi wujulikana zaidi kupitia maandiko machache. Mwingine anaitwa pu Punsenesi wa kwanza au akepere Sentepanamuni, maarufu kwa kaburi lake lililopatikana Tanisi, moja a makaburi machache ya kifahari yaliyopatikana bila kuporwa. Sanduku lake la dhahabu ndiyo kubwa zaidi kuwahi kutengenezwa. Amenemotepe usemati Amenemonepe, utawala wa amani, lakini hakuwa na nguvu ya nguvu kubwa. Osokoni the eda akempere sentepomuni Osokoni wa kwanza farao mwenye asili ya libu Libya aitawala kwa muda mfupi siamuni nentekepele sente panamuni aijukana kwa kazi za ujenzi katika tanisi na, ka, na kampeni za kijeshi huko Palestina. Pasemuni wa tatu titikere purure sente panamuni farao wa mwisho wa nasaba ya ishirini na moja. Baada ya kifo chake ufarumu ulihamia kwa kashonsheki wa kwanza Mwanzishi wa nasaba ya ishirini na mbili. Kwa ufupi, nasaba ya ishirini na moja ilikuwa kipindi cha udhaifu wa kifarume na mgawanyiko wa mamlaka kati ya kaskazini tanisi na kusini tebezi. Hata hivyo, bado kulikuwa na mafanikio ya kifarume kama kaburi la Psusennes wa kwanza, na hii ni sauti ya ukuu wa Mwafrika ambaye sisi hatuna mtu mwenye kutuingilia katika njia zetu. Sisi tukiamua letu huwa ndio, maana wakoloni wanatutangazia mambo mengi, wanatutafuta kwa njia nyingi, wametusingizia vingi vyetu, wakachukua vya kwao, wakatugea sisi. Udhaifu ni mali ya wazungu, utukufu ni mali ya mtu mweusi. Mwaka mia tisa, saba, mia tisa na arobaini na tatu hadi mia saba kumi na sita KK inajulikana pia kama nasaba ya Kilibya, Libyan Dynasty. Ilianzishwa na Shosheki wa kwanza, general wa asili ya Libu Libya aliyepata nguvu kubwa. Makao makuu ya kifalme yalikuwa alikuwa Bobastis p Beseti delta kaskazini. Kipindi hiki kilitushuhudia kupungua kwa umoja wa Misri na kuongezeka kwa nguvu za kifamilia na majimbo ya kikabila. Hii ndio nasaba ya ishirini na moja. Wafalumu wa nasaba ya ishirini na mbili wa kwanza wanaitwa Shosheki wa kwanza, Shedeji Kepile Sentemle, mwanzilishi wa nasaba, mwaka mia tisa arobaini na tatu kabla ya Kristo. Anajulikana katika Biblia kama Sishaki, alishambulia Yerusalemu katika kipindi cha Rehoboamu mwana wa Suleimani, ajenga miradi mikubwa ya tebezi na Bubastele. Msikie bwana sisi ndio watu pekee kwenye Biblia tupo, hakuna mzungu kwenye Biblia hata mmoja, ndio maana nawaambia hivi. Utukufu wetu hauna mwanzo wala mwisho, sisi ni wakuu wa ulimwengu. Choseki, mtoto kutoka Libya, Libua, Lubia, Libya. Leo hii kuna Waarabu mazeruzeru, wauaji, wanyang'anyi, watu wenye roho mbaya wako pale, wanauza ndugu zao. Hiyo ndio roho ya mzungu na kizazi chake cha kikafiri infideli, wanyama, mashetani, si watu wazuri. Mwarabu, Mwarabu kutoka Mashariki ya Kati, wanaita Mashariki ya Kati, hiyo ni kaskazini mashariki ya Afrika. Wamejipa ili wapate utukufu wa kuonekana, na wao wanakacha mila na tamaduni. Lakini wao ni watoto wadogo sana chini ya jua hili, baba zao ni sisi na wataendelea kutuhudumia mwishoni, mpaka mwisho watakapopotea, kwa sababu the last and the first uh. Osokoni wa kwanza Shenke Mperele Sente Pemenamuni alidumisha mamlaka, lakini akakabiliwa na nguvu zinazokuwa za makuhani wa Amuni. Takeroti wa kwanza huyu masai kabisa, Hadi Kipere Sente Pemere Tawala wake ulianza kugawanywa kwa mamlaka ya kati ya Tanis na Tebes. Hii ni dynasty ya 22. Osokoni watatu, yuza yuza matre yuza maate sepe na muni. m ayijulikana kwa ujenzi mkubwa hasa hekalu la Bube City. Alifanya sherehe ya Said Festival ili kuonyesha nguvu yake. Chosheki wa pili, kaburi lake limepatikana likiwa Kaburi lake limepatikana likiwa na hazina nyingi. Utawala wake ulikuwa mfupi na wenye utata. Heta Takeloti wa tawa pili, Hepekepere Setepreme, kipindi cha mapigano ya wenyewe kwa wenyewe kati ya familia ya kifalme na makuani wa Tebezi. Shosheki wa tatu. Aishia Shosheki wa tatu ambaye walitawala wakati wa kudhoofu zaidi. Misri iligawanyika na baadhi ya majimbo yajitangaza huru kwa ufupi, na 722, kwa mwanzo wa kipindi cha mataifa ya Kilibia katika Misri nishuhudia ujenzi wa nguvu katika mwanzo hasa Shosheki wa kwanza na Usokoni, lakini mwisho kulikuwa na mgawanyo wa kisiasa na kudhoofika kwa ufalme. Otepu, wana wa Afrika, ubuntu, Bantu, Afrika ni watu sio manyani. Amenra.